Bwana yes, mtazamaji wa SFTV mara baada ya mchezo kumalizika pale katika dimba la KMC, ambapo wekundwa Msimbazi Simba wamefanikiwa kuibuka na ushindi wa bao sita kwa sifuri dhidi ya Dodoma Jiji kutokea pale mkoani Dodoma, mchezo ambao awali ulitajwa kama mgumu hivi, lakini kwa wekundwa Msimbazi Simba wamesema hiki kwetu si kipengele. Eh, tunautaka ule ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Niko naye Heavyweight Dula eh, kupiga nondo mbili tatu kwa kile ambacho tumekishuhudia kwenye mchezo wa leo. Niko naye Heavyweight. Mambo ni e bana? Kwema kabisa. Mambo anasemaje? Safi kabisa. Hmm. Naona mnyama anaitaka nafasi ya kwanza, of course kwa ninachokiona na ambacho anakionyesha maanake, sio tu ninachokiona na yeye anachokionyesha, inadhihirisha kwamba Simba wanahitaji ubingwa. Naelewa? Wana uhitaji na ukitizama timu ilivyo possibility ya kuchukua ubingwa iko mikononi mwao. Labda wewe wao wenyewe tu waipoteze hiyo nafasi. Lakini kwa ninavyoiona tu nafasi ya wao ubingwa. Yaani ubingwa ni kama yani seme ni kama wamekaa kwenye meza ya hoteli after tayari kuna chai na vitumbua. Ina maana ni wao tu kuamua kula au kuacha. Si unaelewa? Yaani Simba na ubingwa ni kama tayari wapo kwenye meza na vitumbua vyao na chai. Ni wao tu waamue hivi vitumbua na chai tuna vinywa au tunavisusia tunaacha. Ndio urahisi wa Simba kuchukua ubingwa msimu huu jinsi ulivyo. Yes, wakati ee, tunaelekea kwenye mchezo huu mm, yalikuwa yanazungumzwa mengi kweli kweli kwamba Dodoma ni wagumu mm. Eh, kipi hasa kimewafanya leo kutepeta mbele ya kunda Msimbazi? Simba ni mbinu za mwalimu ama wao walitepeta zaidi? Of course, Dodoma ni kweli ni wagumu, sio kwamba ni wepesi, kwa sababu before hawajafungwa mabao sita timu ambayo iliwafunga mabao mengi zaidi kabla ya kufungwa mabao sita na Simba, ikiwa ndio kipigo chao kikubwa zaidi msimu huu, kilikuwa ni kile ambacho walifungwa dhidi ya Yanga mabao manne kwa sifuri. Lakini hayakuja hivi hivi, kulikuwa kuna magoli mawili ambayo yalikuwa ni blanda moja moja. Ilikuwa ni referee Ahmed Alajiga alitoa penalty ya mchongo, lakini goli jingine, Prince Dube alikuwa offside, kwa sababu Mudikala alikuwa hayupo golini na nyuma kulikuwa kuna beki mmoja tu ambaye alienda kulikaka. Kwa hiyo automatically hakukua na two defenders nyuma ya mpira ambayo inafanya Prince Dube kuwa kwenye offside kwa hiyo yale mabao mawili kwenye ile blanda ukiongeza na mabao mawili ya halali utagundua kwamba uh, walifungwa mabao manne, na ndio kipigo kikubwa zaidi kabla ya Simba kuja kukiweka kikubwa zaidi ambacho ndio hiki sawa. Na kwenye mchezo ule kulikuwa kuna controversy nyingi, ikiwemo golkipa uh, Mudi Kala, ambaye ilikuwa ni fixture ya kumi na tano Yanga ya wanachezana Dodoma, lakini ulekipa hakuanza kwenye mechi yoyote akaja kuanza kwenye ule mchezo, kwa hiyo watu walijiuliza sana. Na leo kwenye jukwaa pale Maxima aliambiwa na mashabiki wa Simba mweke ule Mudikala, mweke akawa anacheka cheka baya umeelewa. Kwa hiyo na ule Mudikala alikuja alifanya blanda, alichoma mabao mawili. Kwa hivyo eh, leo Simba Sports Club wanashinda ushindi mkubwa zaidi wa mabao sita, umeelewa. Na Dodoma Jiji anakula kichapo kikubwa zaidi toka ligi inaanza cha mabao sita, na kingine inakuwa timu ya kwanza kumfunga Dodoma zaidi ya mabao matatu pasipokuwa na goli la penalty sababu kuna kipindi watu walikuwa wanasema simba anafunga kwa penalty. Simba inakuwa timu ya kwanza kumfunga Dodoma jiji zaidi ya mabao matatu kwa penalty. Kwa sababu dhidi ya Yanga walikonsidi penalty, dhidi ya Azam FC walipofungwa tatu moja, pia Azam walipata mkwaju wa wa penalty. Simba peke yake katika timu zilizofunga zaidi ya mabao matatu dhidi ya Dodoma inakuwa timu ambayo haijapata mkwaju wa penalty. Kwa hiyo watu wanabidi waweke respect kwamba Simba amefanya kitu kikubwa na anatakiwa apongezwe, umeelewa? yeah. yes uh, leo namna ambavyo walikuwa wanacheza ekundu wa Msimbazi, Simba ni kama kuna balaa linatengenezwa. Elie Mpanzu, Kibu Dennis, Jean Charles, wa bahati nzuri we ni shahidi before, kipindi tunafanya review ya mechi ya Simba na Yanga nilikwambia, wewe nikakwambia Kibu Dennis na Eli Mpanzu, hii itakuwa partnership bora zaidi ya kiungo cha ushambuliaji kwenye ligi. Nilikwambia, nafikiri tu labda utakuwa umesahau, lakini nikwambia na kuna counter attack moja hivi ambayo ilifanywa na Kibu Dennis, si unaelewa yeah? Eh, unaikumbuka ile ambapo tukaenda ku eh, ilikuwa of course eh, ilikuwa counter attack dhidi ya Azam FC bao la kusawazisha, kusawazisha la Kibu Dennis, alikokota mpira kwenye pressure cha kiungo cha Azam FC akatoa pasi kwa Eli Mpanzu ambaye alikuja akafunga bao, si unaelewa? Akaja akafanya the same dhidi ya Namungo eh, na alikokota no, dhidi ya Tabora United alikokota mpira kwenye pressure kama vile Kibu Dennis akamwekea Eli Mpanzu alafu uh, eh, aka, akaipiga ha, ha, kwa Eli Mpanzu ambaye alienda kusababisha mkwaju wa, wa penalty. Kwa hiyo nilikwambia haya yote. Si unanielewa? Kwa hivyo nilikwambia na naendelea kusema kwamba hii partnership na, na leo Kibu Dennis ameweza kuassist mara mbili. Mara moja alimwasistia Eli eh, Mpanzu, aliweza kumwasistia Kibu Dennis lakini hata Kibu Dennis alimwasistia Mpanzu. Na Kibu ameweza kufunga bao la kichwa. Of course ni wamekoa ah, jamaa wamekuwa kiconcede sana mabao ya kona, umenielewa, lakini msimu huu kona moja kwa moja ambayo inapigwa moja kwa moja alafu inafungwa na kwa kichwa ni mara mbili tu wameconcede, dhidi ya Yanga ambayo ilipigwa na Pacome Zouzoua yeah. Uh, lakini na safari hii pia wameconcede dhidi ya Simba ambayo imepigwa na Eli Mpanzu, alafu Kibu Denis ameza ameza kufunga. Kwa hiyo kwa haraka haraka ni kwamba uh, hii partnership ya Kibu pamoja na Eli Mpanzu, unajua mimi uwaga nikiongea na tabasamu kwa sababu kitu nakizungumza sasa hivi watu wanaona kama naropoka. Alafu wiki kadhaa mbele kama nilivyosema tu, Max Nzengeli hana uwezo wa kumweka benchi Kibu, siku mbili nyuma nilivyosema watu walikuja wakanitolea mapovu. Leo amedhihirisha, amecontribute mabao manne kwenye mchezo mmoja, kitu ambacho Max Nzengeli anakisikia tu kwenye karia yake. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi huwa nikivisema huwa vinakuja kutokea. Kwa hiyo nawaambia, Heavyweight Dula amesema Kibu Dennis pamoja na Eli Mpanzu ndio partnership bora zaidi kwenye kiungo cha ushambuliaji kwa upande wa mawingers. Kwenye ligi kwa sasa hakuna winga yoyote atakayethubutu kuja ku, kupangua hii kitu, hawezi yeah. Ile nafikiri ile e, tuseme bato ya man of the match leo ni baina hawa yeah. wawili Kibu na yeah. Elim, hakuna kingine Kibu au Eli Mpanzu. Labda ujio wa Mpanzu ni kama hivi umemfungua Kibu Of course Kibu watu hawamfuatilii tu, lakini Kibu hata kipindi upo Pape Osman Sako, kuna kipindi Sako alikuwa anakaa bench, of course Kibu anaanza, lakini katika mechi ambazo wameanza pamoja Kibu alikuwa asisti nyingi amekuwa akizitoa kwa Pape Osman Sako, msimu ambao Kibu anamaliza na asisti tano akiwa kinara namba mbili kwenye utoaji wa asisti akiongoza Pape Osman Sako asisti sita, anapata Kibu Dennis katika asisti tano, umeelewa? Asisti nne zote alimpa Pape Osman Sako. Kwahiyo, inamaana huyu huwa na utaratibu wa kuelewana na wachezaji wenye kasi kama ambavyo weye yuko na kasi. Kibu ukimpanga na wachezaji ambao hawana kasi utamwona mcheza, mchezaji mbovu, na kuna kitu nilizungumza nikasema, Kibu watu wanazungumza engo nyingi, ukiachana na uwezo wake wa kufanya attempts nyingi zaidi kwenye mchezo una, unajua kwenye CAF Champions League Kibu anashika nafasi ya saba kwa kufanya attempts nyingi zaidi of course kwenye mawingers wa kulia na kushoto kikombaini, yeah, kwenye CAF kwenye CAF Confederation kwenye CAF, uh, kwenye CAF Champions League msimu uliopita yeah, alishika namba saba, maana yake alikuwa na wasta wa kufanya attempt 1.5 umeelewa? Lakini uh, msimu huu ndo winga ambaye anafanya attempt nyingi zaidi watatu barani Afrika kwenye kombe la la shirikisho, unanielewa? Na anakiwasha ana kule, umeelewa? Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ameprove kwenye michezo mikubwa, lakini hata michezo ya ligi amekuwa akiprove. Nikasema huyu, watu wanasema, Kibu wa, winga mkabaji anasema winga hivi na hivi, nikawambia kuna kitu hawasemi wa Kibu ana create nafasi na Umeelewa? kuna nafasi moja ali, ali create kwa Mkwala akakosa, kuna nafasi ali create kwa Janja huwa ikagonga mwamba, kuna nafasi chungu mzima amecreate. Achana na hizi assist mbili alizokuwa anaondoka na assist zaidi ya leo, Kibu huwa ana create nafasi, huwa anasema hivyo watu wa hawaoni Watu hawana macho, tizameni mpira. Kibu huwa ana create nafasi tatu nne kwenye mechi, si unanielewa? ana create nafasi, watu hawatizami tu, na siwezi nikawalaumu. Unajua muda mwingine mashabiki huwa wanafuata upepo, kama kwenye vyombo vya habari media na sehemu mbalimbali, hawaelezei jinsi ambavyo kibu ana create nafasi. ah, assisti. Assisti. ana create nafasi achana na kutoa assisti, kwa sababu mtu anaweza akasema akasema, ah, assisti assisti, mbona hana assisti nyingi, mbona nambazi haziongei, lakini ana create nafasi si unanielewa yaani ana uwezo wa kucreate nafasi nafasi mtu ukimcreatea sipofunga hiyo inaishia tu kwa chance creation yeah. kama tungekuwa tuna vipimo vya kitaalamu tungekuwa tunapima ile XA eh, expected, goals. expected XG. assist kwamba uwezekano wa, wa kibu ku, ku, akiingia kwenye mchezo anakuwa na expected assist kubwa pengine kuliko mchezaji yeyote wa Simba kwa sababu ana create nafasi na, ndio maana nikasema kibu ana anaelewana sana na wachezaji wenye kasi kama alivyo we ukimweka na wachezaji ambao wanakimbia kama wana mguu mmoja, Kibu anaweza akaonekana si mchezaji mzuri. Kwa hiyo tutarajie makubwa zaidi haya ambayo anaendelea kuyaonyesha sasa hivi. Uwepo wa Eli Mpanzu of course, yani tutegemee partnership ya Eli Mpanzu na Kibu Denis kuwa tishio zaidi. si umeelewa? Eh, yani ililotegemea ndugu yangu, hakuna winga yoyote Tanzania duo, umeelewa, attacking duo kwa upande wa mawinga hakuna ambayo inaweza ikawa ina maelewano makubwa zaidi kwenye ligi kuzidi ya Eli Mpanzu pamoja na Kibu Deni. Nimekupa mifano ukiachana na leo wamemwasistia wame kila mmoja lakini pia nikazungumza katika mifano miwili counter attack pekee ambayo Simba wameifanya msimu huu, kwa sababu timu ambayo inamiliki mpira kwa asilimia sitini na nane obviously ina dominate mchezo haiwezi kupigapiga ma counter attack kama timu ndogo. Kwa hiyo counter attack pekee ambayo wameifunga msimu huu imetengenezwa na Kibu Deni, goli limefungwa na Eli Mpanzu, umeelewa? Kwa hiyo E, ni mchezaji au ni wachezaji wawili ambao kwenye hii ligi hapa watakuja kusumbua na wataimbwa sana kuliko mawinga wowote kwenye ligi. Hilo na ligarenti mimi hapa, Heavyweight Dulla, bana wanakutazama na wanakusikiliza, of of course of course, kwani sijuzi tu hapa nitoka kusema kuhusiana e, na hili swala. Oh, ya namba zake, namba zake. Watu wanaangalia namba. Wanataka namba. Namba. Angalia ile influence ya Kibu Denis kwenye attacking play ya Simba. Eh. Yeah. Yaani ukiangalia tu jinsi ambavyo jamaa amekuwa ki create nafasi, jinsi anavyokuwa yaani eh, yani anavyokuwa kikwazo kwa ma center backs wengi au mabeki wengi backline nzima timu. Sio center back, backline nzima timu pinzani. Hai, yani mimi ningekupa ningekupa kazi wewe ndugu mwandishi wa habari. Ungeenda kuhoji mabeki sabini wa ligi yetu. Kwanza leo nimefurahi ukunipatia cheo changu eh, umeanza. Kwa hiyo <laughs> mabeki sabini ambao wanapatikana kwenye ligi, wangeujiwa mchezaji gani ambaye huwa anawapa wakati mgumu na kugarenti, katika hao zaidi ya 60 wangesema Kibu. Si unanielewa? Yaani hiyo unakupa kazi kama wewe, kila ukikutana beki yoyote kwenye ligi muulize sababu Maele ashaye kumtaja japokuwa Maele ni mshambuliaji lakini alisema katika mchezaji aliyokamilika zaidi anamuona ni Kibu Dennis. Kipindi Robertinho anakuja Simba alisema mchezaji aliyokamilika zaidi anamuona ni Kibu Dennis. Pablo Franco ndo alikuwa anamtumia Kibu vizuri kwa sababu ule msimu Kibu ndo alikuwa na winga aliofunga mabao mengi na assist, alicontribute mabao 13. Of course, uh, of course alikuwa na assist 5 pamoja na bao 8. Maana yake alicontribute zaidi ya mabao 13 ambayo ni tutiwa, inakuwa kwa kipindi kile ndo winga lo contribute mabao mengi zaidi kuliko winga yoyo yoyote, kwa sababu Saido alikuwa hakumaliza vizuri msimu na Yanga. At the same time Kichui alikuwa anamkaribia, lakini ilikuwa amepungukiwa assist moja. Kwa hivyo, eh, kipindi cha Pablo Franco ali alimtumia vizuri na ndo alikuwa top scorer wa Simba, si unaelewa? Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anastahili na leo amechukua man of the match bila yeah shaka. Hey, amestahili, amestahili. Yes, amestahilie. Uh, watu wanajaribu kuzungumza uwezo wa mchezaji mmoja mmoja kama hapa ambavyo tumemzungumza Kibu, lakini nataka tuzungumzie hili mm. Amamia Shema Alon Fondo eh, Shamuka Karabua mwanzo, alikuwa anaonekana kama vile ana sita sita kuingia kwenye kikosi, lakini partnership yake na brother Kihamza ni mm. kama imeanza kulipa hivi, yani imesimama na huoni lile pengo la Shema Alon Fondo Ajua. Uh, sisi wa Tanzania tupo tofauti kidogo, unajua kwa mfano, akitoka mchezaji hapa Tanzania akaenda kucheza ligi ya Misri, si unanielewa, akashindwa kuingia kwenye kikosi cha kwanza, watamshambulia zaidi mchezaji kwamba kule kuna wamba kule, asingeweza kutoboa pale, kuna beki fulani, si unanielewa, kuna Mahmoud Al-Munaim wanawajua kabisa, sijui umeelewa. Kuna Rami, Rabia, kuna Ahmed Fati, ah angeanzaje? Hawezi kuanza, umeelewa sasa eh? Ikija kwa Tanzania, mchezaji wa kigeni akija akashindwa kupangua ile partnership fulani kwenye eneo husika analotaka kucheza, tunakimbilia kumwataki ule mchezaji sasa, kwamba yeye ndo mbovu, bila kuheshimu kitu anachokiofa, wale ambao wana wanaanza sio? Unanielewa pointi yangu? Naelewa pointi yangu ipo hivi, Shamu Harabue sio beki mbaya yeah, sawa wala hajawahi kuwa beki mbaya, umeelewa yeah. Ila kinachotokea ni kwamba yeye yeah, amekuja hapa Simba amekuta Simba wana Braza Hamza pamoja na Chamaloni ambao tayari kidizaini fulani kama washaji. Yani, yani wana uwezo fulani ambao yani wamejisement kwenye zile nafasi, ndio kinachofanya Shamue Harabue akae bench asubiri nafasi yake, lakini si mchezaji mbaya si umenielewa? Kwa sababu kule alipotoka endo alichukua tuzo ya beki bora, lakini kulikuwa kuna kina Anthony Trabi tunakumbuka, ndio eh, kwa sababu ASEC wali concede shots 7 tu on target katika group stage ya CAF Champions League, beki wao walikuwa wanaongozwa na Anthony Trabi, Anthony Trabi pamoja na Carlos Zuzua. Kwa hiyo watu wanatakuwa waelewe kwamba kitendo cha beki kama yule kushinda tuzo ya beki bora na mbele kuna mabeki chungu mzima mbele ya hao, manake ni beki mzuri, ila kinachofanya asicheze ni kwamba kulikuwa kuna wachezaji ambao wamejiestablish kwenye ile nafasi. Kwa hiyo kwa kujibu swali lako ni kwamba Simba ikitokea ameumia Che Malone, Simba bado ipo mikono salama kwa Braza Hamza pamoja na Shamwe Karabue. Ikitokea ameumia Braza Hamza, Che Malone akarejea, Simba bado iko mikono salama kwa sababu kutakuwa kuna Shamwe Karabue pamoja na Che Che Malone. Sawa? Kwa hiyo na uzuri watu wanaongea Kifaransa wale Che Malone pamoja na Shamwe Karabue. Kwa hiyo maelewano pamoja na Pinpin Kamara maelewano yatakuwa mazuri. Kwa hiyo ni bonge moja la beki, ana utulivu, ana uwezo wa kuanzisha build up, anatulia, ana nguvu. Umeelewa, ni mchezaji mzuri sana. Mimi kwa upande wangu sijawa surprised na naelewa kwamba ata ki, ataofa kitu kikubwa kwa upande wa Simba na ndio inavyotakiwa. Timu kubwa iwe na wachezaji wengi wenye viwango ambavyo vinakaribiana, pindi anapokosekana huyu, basi huyu anavyokuwepo. Na hapo hapo nimesahau pointi ya muhimu sana. Hebu niulize, ipi? Sina haja ya kukuuliza. <laughs> twende Leo Simba Sports Club imeshinda mabao sita. Ndio. lakini wale Dodoma Jiji wameshindwa kufanya attempt yoyote on target sio? Unanielewa? Yeah, Sabi, yes, <laughs> ah, haisabiki <laughs> ah, tunazungumzia zile uh, attempts ambazo ziko eligible ndani ya mchezo. Hawakufanya hata moja. Tafsiri ya haraka haraka ni kwamba Simba inakuwa timu ya kwanza kuwa na namba nzuri zaidi ya timu ambazo zimeshindwa kufanya on target. Hii inakuwa timu ya sita kufanya, kushindwa kufanya on target. Mashujaa walishinda Tabora United, mechi ya kwanza Simba wakiwa KMC Complex walishindwa kufanya. Mashujaa wei mechi inaisha moja bila, mashujaa walishindwa kufanya on target. JKT Tanzania walishindwa kufanya on target. Simba alikuwa nyumbani, Tanzania Prisons kashindwa kufanya on target. Namungo kaja hapa kapata tatu bila, kashindwa kufanya on target, si naelewa? Yeah. na huyu hapa wa sita ameshindwa kufanya on target, kwa hiyo Simba Sports Club inakuwa timu ya kwanza Ukuta... Ukuta. Naelezea kwenye ukuta mzee, ndo naelezea kwenye ukuta watu hawazungumzi hivi vitu, nafkiri hawana. Simba Sports Club inakuwa timu ya kwanza kufikisha timu sita zinazoshindwa kufanya at least on target, na mchezo wa leo Simba wamefanya kumi na sita zilizolenga langu, maanake hakuna timu yoyote ambayo imewahi kufanya kumi na sita ndani ya mchezo mmoja. Club inakuwa ya kwanza Nandoi, na ndio inaweka hiyo, kwa hiyo ni timu ambayo ina safu nzuri ya ulinzi na nzuri ya Shambulia. Sasa hiyo timu kwa nini ikiwa kwenye kudiskasiwa na walafutari wanaichukulia kama sio timu nzuri? Kwa nini futari inaonekana imekuma? <laughs> sina si mwezi wa Ramadhani, mi sijafuturu hapa, wewe unanioje? Mi sijafuturu kwa hiyo nime- nimedokezea, ndio maana ee. Sawa, lakini turudi hapo hapo kwenye eneo hilo la ulinzi. Hamza ni kama hivi y, yani, yani, wakati anakuja alikuwa haonekani kama sehemu atakuwa sehemu ya kikosi cha kwanza lakini amecheza na shemaloni anazima vizuri, anacheza na shamukarabua anazima vizuri. Labda ametushangaza kwa namna gani, wadau wa mpira, of course, na hii ndio iwe funzo kwa wachambuzi pamoja na waandishi ambao huwa wana underrate wachezaji wazawa. Umenielewa? Kwa sababu ukisema waza, wa, wachezaji wa kigeni wapunguzwe ili wazawa wacheze, maana yake umewadharau kwamba hawahitaji competition. Hawana uwezo. Ume, kuna wachezaji ambao wana uwezo wa kupambana na wachezaji wa nje, wakina Brazak Hamza, wakina Shabalala, kwa sababu Shabalala sana mweka nje Valentino ambaye anaonyesha performance nzuri juzi katoka kufunga bao la free kick na ana amefikisha mabao mawili kwenye mtaji na Kagoma basi. Umenielewa? Kuna Yusuf Kagoma ambaye anamweka nje, anaweka nje wakina Okejefa. Nanielewa yeah. Na kwenye eneo la kiungo wageni wamejaa, kuna Ngoma, kuna Kwejefa, kuna Debra Fernande, Yusuf Kagoma ame cement ile nafasi pale, sio? Unanielewa yeah. Kwa hiyo kuna kuna haja ya watu kujua kwamba wazawa wanahitaji competitions, ili tunavopata ile cream ya wazawa tunapata ile the best, hata kama sio wengi, lakini unavopata at least wazawa watano sita ambao ni the best zaidi kwenye ligi sio mbaya, kuliko useme tupunguze wageni, unapo unavoua competition Upati wale wazawa bora utajaza tu wazawa wengi, lakini wanakuwa na viwango kwamba atacheza, kwa sababu wapo tu. Of course mimi nataka mzawa kama Brother Hamza kwamba nje shamue, pamoja na ujuzi wake wote ule bado atacheza Chemalone pamoja na Brother Hamza. Chemalone akiumia ndo anacheza shamue karabu, na bado anaonyesha uwezo mkubwa ule, lakini Brother Hamza yupo Menera na Skufich. Chemalone pamoja na Brother Hamza akiumia, Brother Hamza ni pengo zaidi kwa Simba kuliko akiumia Chemalone, si unanielewa? kuonyesha kwa kwamba Brother Hamza ni mchezaji mzuri kiasi gani, kwa hivyo watu wasichukulie poa, sawa? Watu wasichukulie poa. Brother Hamza ni bonge moja la mchezaji na amecheza nje Super Sport United, kwa sababu kufaulu kucheza South Africa sio jambo jepesi. Prince Dube alishindwa huko, hmm, umeelewa? Kwa hiyo uh, yeye Brother Hamza amefanikiwa, amecheza baadhi ya michezo kwenye kombe la shirikisho na baadhi ya michezo kwenye ligi. Kwa hiyo tumpe heshima yake, na Simba Sports Club pale anacheza na anamuweka nje mchezaji wa kigeni ambaye amesajiliwa kwa ajili ya kwenda kucheza, kwa hiyo anatakiwa apewe heshima yake anaostahili. Yes, kwa kumalizia, Heavyweight, tusimalize utamu wakati siku zipo. Jana uh, wakati wa kuzungumza na vyombo vya habari eh, alikuwa ama mchezaji wa Dodoma Jiji hmm. Abibanda eh, aliwaita mashabiki wa Dodoma Jiji walokuwa Dar es Salaam, akawaita mashabiki wa Simba pia eh, njoni mshuhudie, tunajua nyinyi ndio wenyeji, maneno yake hmm. lakini baada ya mchezo sisi ndo tutakuwa wenyeji. Mm, labda una kipi cha kusema kwenye hili? Ah, ameongea vitu ambavyo havijakaa kiprofessional kama mchezaji. Hujua yule ni mchezaji mkubwa, amecheza Simba pale, umenielewa. Ni mchezaji ambaye ni ni, ni amefeli. Kwanza jambo la kwanza, umenielewa. Kwa kari yake yule amefeli. Kwa hiyo kuzungumza maneno kama yale kwa upande wangu wa mimi <laughs> kwa mchezaji professional ambaye amecheza mpaka ligi za nje huko South Africa. Ah, naona haijakaa haijakaa kiprofessional kusema kweli, na nafikiri ameona kilichotokea, kwa sababu muda mwingine hawa wanasababisha wamefungwa kipigo kikubwa zaidi kwa upande wao msimu huu, kwa sababu ya maneno maneno ya design kama hiyo, kwa sababu pengine Simba wangeweza kumaliza mechi kwa mabao matatu tu, kwa sababu wale walipata ajali, wangeweza kuonewa huruma na Simba, lakini kilichofanya wapigwe goli nyingi pia muda mwingine ni kwa sababu ya mdomo unavyokuwa hmm, na mdomo mdomo basi kuna possibility ukashambuliwa, ukakandwa nyingi, ukabamizwa, ukashonwa, ukakamiwa, ukahemewa. Ndio kichotokea pale. Kwa hiyo ah, mimi nampa pole tu kwa sababu hiyo alichokisema kwanza akijatokea, alafu apunguze, anapoingia kwenye mechi apunguze kuongea ongea. Utakiwi mchezaji unatakiwa uzungumzie timu yako, jinsi ambavyo umejiandaa kwenye mchezo, na sio kuanza kuleta leta tambo tambo za hapa na pale, kwa sababu hiyo ina, ina watu wake maafisa habari yao, eh. Kocha mchezaji, utakuwa uwe professional, zungumza vitu ambavyo vinalenga kwenye mchezo husika, jaribu kuheshimu mpinzani, kwa sababu hapo ni kama hajamuheshimu Simba. Sasa unaenda kucheza na Simba <laughs> Simba hii alafu unaongea vitu vya ajabu. Haja, Simba mweshimu, inataka ubingwa, inataka ubingwa na ipo kwenye naf, sio tu inataka, ipo kwenye nafasi ya kuchukua alafu <laughs> yupo nyumbani, una unaelewa, yupo kwanza nyumbani, yupo kwenye mbio za ubingwa, ana hasira alafu una unawekaweka vimaneno fulani vya nafikiri ameshindwa kuwa na heshima na sifa. Kwa hiyo wamestahili wanachokipata, wapunguze mdomo usiku nyingine wanapocheza. Nashukuru sana ya. Naam, naam bana, umenihoji muda mrefu, mimi na njaa hapa, mashabiki wangu wanataka fakti sasa, nataka nikafuturu, unanikomalia unanipiga miswali. Kwa sababu simba imeshinda unafurahi unaona raha tu unavyokusifia Bana, ah, <laughs> watu wanataka kusikia ama kuona kile ambacho yeah, kimetokea kwa utaalamu tofauti na vile ambavyo walikuwa wameona wao. Sasa wamsalimie salama. Asante sana.